Sana kuongea hapa, sababu hapa mna boya mmoja hapa eh? Mna boya hapa, mna mbunge hapa, sio? Mnajua boya ni boya, ni kitu ambalo alijui kama linataka kuzama ama kuelewa, lipo lipo tu, sio? Wenzangu wanamwita tikiti maji, ndani kijani, nje na. Sifa ya mwanaume huwa na tabia inayoeleweka na ujasiri, sio jamani? Mimi namfahamu Nape, nimekuwa naye, alinikuta bungeni, nimekuwa bungeni kule kwa awamu mbili na mafaa matusikia simetusikia jamani, ulikuwa ukitaja Lema. Unajua kuna mbunge ametajwa, lakini hao wengine matikiti maji tu hao, si ndio, si ndio weupe eh? kuna wabunge kule eh? Kazi yao moja tu, mama mama amempiga mwingi mama mama mama mama mama mama. Hapo sikia nini? Eh? Namshukuru mama mama Mbugwe eh? Imejeta, namshukuru mama. Mko mke wangu akinyonyesha, namshukuru mama. Mama ameita barabara, mama mama amempiga mwingi mama. Hapo msikia nini yao? Hapo sikii. Aongei mambo ya maana za Kina kupiga ke mama, mama, mama, mama na mama unakumbuka, alimtoa huyo eh? Aliona ana adabu, si ndio? Sasa niwaambie, kwani alimtoa eh? Hamna mbunge hapa, kuna mbunge hapa hapa, kuna mbunge hapa, mna tikiti maji sawa. So, wabunge tulikuwa sisi Ukisikia Makinda anasema sasa mheshimiwa Lema anafuata, unaona waziri mkuu Pinda anaenda kutafuta maji ama anaenda chooli, sijui alikuwa anakwenda kunywa kunyagi ule mzee, wala sikujua kwa sababu tulikuwa tunaongea mambo yenu, matatizo yenu, na mambo ya wananchi. Sasa Mtama, mmesikia hili neno no reforms no election, yani bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuta kuwepo na uchaguzi. Sasa nataka niwafafanulie maana ili neno ili neno maana yake sio tutazira uchaguzi, wakinyang'ania kufanya uchaguzi bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi ambazo nitawaeleza wananchi wote, mtatoka ndani, mtaandamana, maandamano ya amani kuzuia uchaguzi usifanyike Arusha tafanya hivyo Kilimanjaro, Manyara, kila mahali. Na sasa tunawahamasisha watu wa Kusini ambao nyee ni wahanga sana wa utawala wa Chama cha Mapinduzi, mmefanya kuwa maskini sana nchi hii. Ukitafuta masikini wakubwa kabisa kusini, wako kusini, lakini ndo mahali ambako kuna rasilimali nyingi, kuna gesi, mnalima ufuta, mna korosho, mna miogo, mna bahari, mna uvuvi, lakini wazazi wetu ni maskini, wadogo zenu ni maskini, maisha yenu ni mabaya, alafu mna mbunge kazi yake bungeni ni mama anaopiga mwingi, mama mama mama wake mama, mama, yule mama. Namshukuru mama amwasikia amaskiagi eh? Tunamshukuru mama kwa hii barabara ya lami mama, na hapa alipita bila kupingwa, kwa sababu hawezi ushindani, navoaona nie, Nape hawezi pata asilimia kumi ya kura kutoka kwa kutokawe